Kunguru alipuliza kwa sauti kubwa. Jificheni, jificheni. Ghafla msitu wote ukatetemeka. Vimbunga vidogo vilikimbia kwa mama zao, ndege wakiwazimia kwenye keko zao. Sungura alijitenga akituka kwa sauti. Nani amemamka huyu? Ghafla tembo mkubwa alikimbia huku akirushia masikio yake akileta machafuko. Wanyama walitoka kwenye hifadhi zao baada ya tembo kutulia, wakiwa wametulia kwa muda mrefu. Sungura alikusanya wanyama, wakampelekea tembo zawadi, lakini kabla ya kusema neno, alitetemesha kichwa chake na kurushia vumbi. Wanyama wakakimbia, wengine wakajeruhiwa, wengine wakachapwa. Walianza kupanga mpango. Sundu mdogo na haonekani alienda peke yake kuangalia. Alipofika tembo, alikuwa ameketi kimya kando ya mto. Sundu hakusema lolote, akimkagua kwa makini. Alasiri, nyuki walimwona sundu na kuanza kuimba kwa kelele za nyuki. Sauti hizi zikasikika, tembo aliamka, akapiga tarumbeta na kukimbia msituni. Sundu alitazama kwa hofu, karibu akipigwa na tembo. Hatimaye aligundua kuwa kelele za nyuki ndizo zilisababisha tembo kukasirika. Sundu aliwaeleza nyuki na wakaamua kumwendea Tembo pamoja. Walimtafuta msituni wakamkuta amelala mguu wake ukiwa umefunikwa na nyungu. Waligundua alianguka na kujeruhiwa alipokimbia. Wakamhudumia Tembo wakitengeneza tiba za jeraha lake. Asubuhi walizungumza naye. Nyuki walimwomba msamaha wakisema hawakuwa na nia mbaya. Tembo alisamehe wanyama wote akimpongeza Sundu kwa ujasiri. Wote wakaishi kwa amani na furaha.